sana Mheshimiwa Waziri Mkuu baada ya maelezo haya ya mkuu wa wilaya naomba nizungumze kwa dakika moja tu Mheshimiwa Waziri Mkuu hii barabara unayoiona ndio ile ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameizungumzia inatengenezwa kwa bilioni tatu nukta moja hii ni kilomita almost saba Mheshimiwa Waziri Mkuu barabara hii package yake ni kujenga mtaro pamoja na kujenga hii barabara. hii barabara unayoiona hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu ipo kwenye stage ya CRR lakini hapo chini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambayo inaita cutless point, kwa maana udongo hapo uliokuwepo ulikuwa sio ule himilifu kuweza kustahimili hii barabara inayojengwa, na baada hapo ya stage zingine za kukapa state ili base kwa maana ya G7 5G7 mpaka G15, na hapa tunapokuja hapa tumetoka kwenye C1 ambayo tunaiongezea ili kuja kuwa kuna grade ya 45. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukitoka hapa tunaweka tunaanza kupita hii asphalt concrete ambayo ni gharama kubwa kilomita moja inayojengwa kwa ubora wake, tofauti na zile barabara za surface dressing. Ambazo mheshimiwa waziri mkuu, hii barabara pia ina TLC kwa maana ya load capacity ya kumi ambayo kwa uhakika ni kwamba wala haiwezi kuharibika leo wala kesho, na life span yake kwa barabara hii kumi na nane mpaka ishirini. Kwa hiyo mheshimiwa waziri mkuu, tupelekee salamu kwa mheshimiwa rais kwa fedha nyingi hizo ambazo amezitoa ili Watanzania hawa wabunju waweze kuaweni. Na baada ya barabara hii, kama ambavyo mheshimiwa mkuu Chalamila amesema, maanake yale magari ambayo wote walikuwa wanagoma kuingia hapa sasa wataanza kuingia. Lakini tumemsikia yule mama pale ametoa malalamiko yale. Malalamiko mheshimiwa waziri mkuu, hapa tuna watu wa LATRA lakini pia tuna watu wengine, na hili tutasubiri maelekezo yako mheshimiwa waziri mkuu, kwa sababu maswali aliyoyauliza yote yako jenwini. Kwa hiyo baada ya kusema waziri mkuu tupo na mheshimiwa waziri wa lakini tupo na naibu waziri tupo na mheshimiwa mstaikimea. Mheshimiwa waziri mkuu, angalau wananchi kwa pale ambapo utatuelekeza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana mheshimiwa.